THRDC imeungana na Kaya Foundation katika uzinduzi wa kampeni maalum ya kuwasaidia watoto wenye ulemavu kuwarejesha shuleni ili waweze kupata kiao ya msingi ya elimu. Ngome hii ya elimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi huyu mkurugenzi wa Kaya Foundation Ana Pili Ngome amesema kampeni hiyo imeanzishwa kufuatia changamoto nyingi zinazowakabili watoto wenye ulemavu ikiwemo ukosefu wa vifaa saidizi, gharama za matibabu na mazingira yasiyo rafiki ya kujifunzia. Changamoto hizi zimekuwa kikwazo kikubwa kwa watoto wengi kushindwa kuendelea na masomo yao, amesema. Shirika hilo limeamua kuchukua hatua kwa kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha watoto hao wanarejea shuleni na kutimiza ndoto zao kama watoto wengine. Ni wajibu wa jamii nzima kuhakikisha hakuna mtoto anayenyimwa haki ya elimu kwa sababu ya ulemavu, amezungumza. Katika kuanza rasmi utekelezaji wa kampeni hiyo, Kaya Foundation imekabidhi viti mwendo kumi na mbili watoto wenye ulemavu ili kuwawezesha kufika shuleni kwa urahisi na bila vikwazo. Aidha, watoto hawa wamepatiwa bima za afya zitakazowasaidia kupata huduma za matibabu wanapozihitaji, hatua inayolenga kupunguza mzigo kwa wazazi na walezi. Kwa upande wake, afisa ya programu wa THRDC Eva Mwambungu amesema haki ya elimu ni miongoni mwa haki kuu za watoto na inalindwa na, na sheria pamoja na mikataba ya haki za binadamu. Ameeleza kuwa THRDC endelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha utetezi wa haki za watoto wenye ulemavu ili wasiachwe nyuma. Mgeni rasmi wa afurahia diwani wa viti maalum wa jiji la Ilala Juliet Banigwa ameipongeza Kaya Foundation kwa kuanzisha kampeni hiyo akibainisha kuwa kulinda na kutetea haki za watoto wenye ulemavu ni jukumu la kila mwanajamii. Amesema juhudi hizo zina mchango mkubwa katika kujenga jamii jumuishi inayotoa fursa sawa kwa wote. Uzinduzi huo umehudhuriwa na wadau wa haki za watoto, wanasheria, wazazi na walezi pamoja na wajumbe wa serikali za mitaa, wote wakionyesha mshikamano katika kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanapata haki yao ya elimu bila ubaguzi.